Na la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi, ndugu zangu katika Kristo. Leo ni Dominika ya tano ya Pasaka, mwaka C na katika masomo ya leo hasa somo la injili Yesu anatupa amri mpya mpendane. na amri hii anawapa wanafunzi wake. kumbe hata sisi pia ni wanafunzi wa Yesu kwa sakramenti ya kubatizo tupendane tukiunganisha na amri hii ya Mungu ya mapendo, tushirikiane na wanzetu kuwaombea marehemu wao Sabas Komba na waombea Petro Komba, Walter Mapunda na familia yao yote, pia Stefano Ndunguru, Koleta Kinunda na familia yake yote, Salome Chinguku, marehemu Patrick Milinga na Kenneth Mgala na ukoo wote. E Mungu, umetulete ukombozi na kutufanya watoto wako. Tunaomba utusikilize kwa weba sisi wanao ili katika kumwamini Kristo tupate uhuru wa kweli na urithi wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, sura ya 14 aya ya 21b hadi 27. Paulo na Barnaba wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara ya roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Na walipokwisha kuchaguliwa wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Wakapita kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia. Na baada ya kuhubiri lile neno katika Pelge, wakatelemka mpaka Atalia, na kutoka huko wakaabili kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Hata walipofika walikutanisha kanisa wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Neno la Bwana. na rehema zake zi juu ya kazi zake zote kushukuru na wacha Mungu wako watakuhimidi, wataunena utukufu wa ufalme wako na kuhadithia uweza wako matendo yako makuu na utukufu wa fahari ya ufalme wake. Ufalme wako ni ufalme wa zamani zote, na mamlaka yako ni ya vizazi vyote. Katika kitabu cha ufunuo wa Yohane, Yohane anatueleza matokeo baada ya hukumu ya mwisho ya kuwa taabu zote zitakwisha na viumbe vyote vitafanywa upya. Yerusalemu mpya ni mfano wa ufalme huo mpya wa Kristo, ambamo watakatifu wataishi milele pamoja na Mungu. siku ile mimi Yohane niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita wala hapana hapana bahari tena. Nami sikuona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi rusi aliyekwisha kupambwa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 Sema, amri mpya nawapa mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Aleluya.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 Ndugu zangu katika Kristo, kama nilivyosema mwanzoni mwa ibada hii ya misa takatifu kwamba leo ni dominika ya tano ya mwaka ya Pasaka, dominika C, si ya Pasaka, na katika dominika ya tano ya Pasaka, masomo yote matatu, somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume anaeleza jinsi Paulo na Barnaba walipopita kutangaza, kuhubiri neno la Mungu, wanamtangaza wanamdhihirisha kwamba kweli Kristo amefufuka wanawapasha habari watu wamsadiki na wamwamini huyo Kristo mfufuka. Na kitabu cha matendo ya mitume anavyotuandikia huyu mwandishi Yohani anasema waziwazi kwamba huyu aliyefufuka hakiwezi tena kumpata kitu chochote ambacho kitakachoweza kumzuru mambo. Kama ni hivi, inafaa tumfuate huyu ambaye aliyeshinda kifo, mauti, dhambi na muunganisho wa masomo haya mawili, somo la kwanza kitabu cha matendo ya Mitume na kitabu cha pili, somo la pili, inaunganishwa yote hayo katika amri hii moja ya upendo. Yesu anawaachia wafuasi wake, wanafunzi wake, anawapa uhosia, mpendane Mpendane kama mimi nilivyopenda ninyi. Na tena, Yesu anaita hii ni amri mpya, amri ya kupendana. Anaita ni amri mpya, kama anaita ni amri mpya, lazima kulikuwa tena, kabla ya hii kulikuwa na amri tena nyingine. Na ukifungua katika maandiko matakatifu Biblia kitabu cha Kumbukumbu Kumbu la Torati sura ya sita aya ya tano pale unaona Waisraeli wanavyoambiwa na Mungu, mpende Bwana Mungu wako, mpende Bwana Mungu wako. Tusome kitabu cha Kumbukumbu Kumbu la Torati Sula ya sita aya ya tano inasema hivi: nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Hii ilikuwa ni amri ya upendo ya kumpenda Mungu na Waisraeli, taifa teuli la Waisraeli, hii ilikuwa wanatamka mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na jioni, kumpenda Mungu, na walitamka rasmi, mpende Bwana Mungu wako. Ilikuwa imewakaa hivi, haiwezekani kama sisi ilivyotukaa. Baba yetu ndivyo ilivyokuwa taifa la Israeli kumpenda Bwana Mungu wako, yule aliyekutoa katika taabu kule Misri. Kama amekutoa katika taabu, huna budi kumpenda. Ndivyo walivyotangaziwa. Na leo Yesu anatuambia katika agano jipya, anatamka amri mpya, na wapeni mpendane, anaita amri mpya Sababu kama nilivyosema, nimeitaja amri ile ya agano la kale kumpenda Mungu, Kumbukumbu la Torati sura ya sita aya ya tano 5 sasa na